Nashukuru sana kwa ile project ya mbolea ya maji ulinifundisha, ndio nimeifanyia kazi, ndio nimeisindika ndani ya wiki tatu. Ndio. nikachukua yale maji bila mimi nikwambia, wiki mbili unakumbuka? Ah, sasa mimi nimezidisha. Sawa. Mm. Onda, Mm. Na mm -hmm. mm -hmm. Solution yako ulinani, ulivyo nani, ulikuwa unawekaje wekaje hiyo mbolea? Ni nina kwa water, kwa ile water kwenye upande wa nani z... kwa maana ya kwenye shina jani mpaka eh, mix na, na, na maji kwa, kwa kiwango kipi? Hmm, sawa. Hmm, kufanya vizuri sana hapo, kanikumbuka Yagomba TV, iko wapi? TV iko wapi? unajua teknolojia. Ndio, tunacheza unajua teknolojia, nashangaa sijui mpaka kuna clip niliongea nikasema, natamani Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya kwa BBT baada ya kukutafuta wewe bwana bwana, eh wakati wewe ndio mapinduzi ya kilimo ndio ndio, yaani kama kweli anahitaji kilimo organic mm, haya hii mbolea ni mapinduzi ya kilimo ndio. Eh hey, kwa sababu wewe chukua kinyesi tu cha mnyama yeyote, kifunge vizuri, weke kwenye chombo funika. Mbolea ya kizungu ya ya ruzuku, lakini mbolea nzuri ni hii. Kwa hiyo tumia kwenye mchicha tu, kwenye mazao mengine hujatumia ah. Uh, kwa sababu nilima mchicha mwingi, haya kwa ajili ya biashara ya mchicha kule kwenye shambani. Unajua, kwa mimi naishi kijiji kimoja cha wahamiaji mmm, kinaitwaje kijiji ambacho ambacho wote ni wahamiaji especially Wasukuma ni wengi, watu wa mjini ni wengi mm. Kwa hiyo kule kuna shida ya mboga mm. Fikiria pale kijijini kitunguu kinauzwa shilingi mia mbili hamsini shilingi mia mbili hamsini Na mimi nimelima kitunguu pale pale shambani kwa kutumia mbolea, kwa kutumia mbolea hiyo au mbolea nyingine. Ama kwanza nilikuwa sina idea hiyo mbolea, ila sasa natumia mbolea hii, na vipi naja matokeo, nitakupa matokeo ya kitunguu Ta, uh, baada ya kuwa kimetoka sasa yeah, ila kwa, nya, kwa, kwa, kwa, mchicha good, imetoka vizuri sana green, ile green kabisa, kwa sababu nilifanya pilot study mm, tuna tuta ambazo sikutumia kabisa hiyo mbolea sawa, so imeenda, inakuwa ya kaki kaki, ule mchicha sio wa kijani kama kwenye ile mbolea yako, ndio mm. Kwa hiyo na two different things Nashukuru kwa kunipa feedback, na nashukuru na kwamba tunatakiwa kufika sehemu, hivi vitu tusiweke tu kwenye documentary ambazo hazina maana, tufike sehemu tutengeneze yani, tujiunite tuungane tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Mm -hmm. Tuwe na nguvu. Mm -hmm. Unajua peke yako utaonekana kama unapiga porojo tu. Mm -hmm. bila tutakapoungana kwamba tuna lengo moja mm -hmm. la kuharibu hizi mbolea za kizungu tuna solution mm -hmm. Ndio. mm. kwa sababu watu wengi sana wanatengeneza hizi mbolea za za organic mm, hawafiki mbali kwa sababu they are single mm, yeah. Na ukiwa peke yako, usaminiki unatakiwa mm. muungane kweli kabisa kwa sababu kuna dada mmoja anapambana Moshi, anatengeneza vitu vingi sana lakini hawafiki popote kwa sababu yuko peke yake ndio, anaishia kuonekana kama nimpiga porojo. mm. Eh, lakini once ningekuwa nika AMCOS au nika ushirika fulani au nika taasisi fulani mm. lazima yeah. So kufundisha, ni lazima kangetambulika kaaraka, mara nyingi sio ndivyo? Ni kufundisha kama masiara masiara hivi, of course na na admit kwamba ulinifundisha kama utani Hmm. Nikachukulia serious kweli. Ukaja ukaniuliza siku moja, nikamwambia hivi eh, hiyo eh, <laughs> nikakasirika kabisa. Lazima eh, nikasirike kwa sababu <laughs> unapewa ujuzi alafu unachukua masiara, alafu kuna watu wananipa hela nyingi sana, wewe pewa bure tu, mimi nimepewa bure, alafu unaniuliza. Nikamwambia nini eh, nikakasirika sana, lakini wakati huo hmm. niko kwenye paperwork, unajua nimeifanyia kazi sana Ndiyo. Pamoja na kwamba linaambia nikajitahidi sana ku Google kutafuta wapi imefanikiwa sana nchi mm. ambazo zinatumia hiyo project hiyo mbolea ndiyo nikaona Zimbabwe wanatumia vizuri sana hiyo mbolea. Mm. kwenye mazao yapi? Kwenye mazao ya mboga ya garden mm. mboga, mboga. Okay. Mm. kwenye mahindi nini hiyo kuangalia Ha. Sasa unajua mimi nilikuwa na nakwenda na, na, digital kwanza. Sawa. Kwa sababu mimi niko kwenye msimu wa mboga mboga. Sawa. Saa hizi naenda kuingia kwenye msimu wa karanga na mahindi. Ndio. Mimi nashukuru hmm. kama umeona kuna matokeo makubwa, lakini nilikuwa najua kwamba utaweza kuona matokeo tu vizuri tu. Sasa saa hizi kwa sababu naingia kwenye fashion, mm-hmm. na, na project ya eka tano Mm. Mbolea ndakutumia ndio, ya nini, ya vegetable hiyo ya kwako hiyo. Sasa uone hapo mauko yana ndefu sana kwenye mbolea. Ah, ni ndefu sana, siyo kidogo, i kwa kweli mimi na fry kwa kutoa feedback hizo mm. Hapa nilipo nishanunua pipa za lita 100. Sawa. Kufagilia kazi yote <laughs> <laughs> <laughs> waka unuwa pipa ya altamia aa, ah! Eh. Yagomba TV. Tujiungi katika ulimwengu wa ujasiriamali. Jenga uchumi kwa kujiajiri. Yote kuhusu ujasiriamali unapata hapa hapa kupitia Yagomba TV. Kuna vitu mbali mbali utajifunza. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Call phone number Plus 255 762 956 366, wote mnakaribishwa. Hii ni Yagomba TV Yagomba TV Yagomba TV. huongea naye kwenye simu kidogo, hiyo isho boi, amini hapa bwana, natazama Yagomba TV.